Anatarajiwa kufanya mkutano wa hadhara atakaporejea Trans Nzoia hii leo baada ya, ya kukamatwa kwake na kushtakiwa juma lililopita. Natembeya anatarajiwa kufanya mikutano ya hadhara akitarajiwa kuelekeza mwelekeo mpya wa kisiasa kwa wafuasi wake katika eneo la magharibi ya Kenya. Natembeya alikamatwa nyumbani kwake na kuzuiliwa na maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi kabla ya kushtakiwa kwa ufisadi. Hata hivyo wandani na wafuasi wake wamedai ni njama tu za kumkandamiza, eh, kiongozi huyo ama viongozi wanaoonekana kuipinga serikali. Wakizungumza katika ibada iliyofanyika katika kanisa la Kitale Pentecostal, viongozi hao wakiongozwa na mbunge wa Saboti Caleb Amisi wamewahimiza viongozi wenzao wa eneo la magharibi kusimama kidete na kulinda heshima, sauti na nafasi yao ya kisiasa. Yes, yes. Then why because anagonga serikali anasema, tawe nimesema mimi sifanye kazi kwa kaunti, I don't work with him. Hata hiyo tawe autai nipata huko, but when they touch on one of your own yeah. you for no good reason yes. you must be there with them yes. you must stand wacha, yeah. wacha tuseme ukweli. Kwa hivyo ndugu <laughs> Caleb nakushukuru sana kwa sababu na ndugu Natembeya hakuna mwanadamu ambaye hana kasoro moja ama mbili, lakini we cannot victim